Zina kufahamu, e, tunaelekea kwenye boxing, boxing day Euromax, wadhamini wakubwa ambao wanahakikisha e, vipaji vinakuwa, vipaji vinaonekana kwa Tanzania. Unawaambia nini Euromax na unamwambia nini mpinzani pia? Ah, kwa majina naitwa Mohamed Mkupete, bondia kutoka Jabla Gym. Kwanza, ningependa kuwashukuru Euromax kwa, kwa kutusapoti mpaka kufikia kuonekana katika katika media katika TV, vyombo kama hivi, tunawashukuru sana Chengine ningependa kumwambia mpinzani akija aje, amejipanga kwa sababu. Ukiniangalia sura yangu inaonekana sura mpya, lakini roho ya zamani. Yani sura ya mama, roho ya baba. Kazi kazi. Nimemwandalia mkongoto unaoitwa welcome Dar es Salaam, yani jiji Bongo, jiji Dar es Salaam. Kama jabu inatekenya basi laiti inawasha, mwendo wa pilipili, mkongoto ataupata. Anadai kuwa yeye ametumwa, kazi anakuja kufanya kazi, na anaondoka na ushindi. Hakuna. Ushindi labda ashinde njaa, ila kushinda kwenye mechi hicho kitu hakuna eee! Na, na, na ningependa kumwambia ikitokea kamaliza raundi sita basi kashinda, sidhani kama atamaliza. Wananiita jitu la mtumba hapa sura, sura, <laughs> kocha, majina matatu tunaelekea Box on Boxing Day, mpinzani asilimia mia kwa KO. Bondi yako pia umejipangaje ama unawaahidi nini? KO itakuwepo siku hiyo. Mimi nawaahidi wakazi wa Tabata, wakazi wa Dar es Salaam, wakazi wa Dar es Salaam nzima, tuseme tunakaribisha mgeni aje lakini hapa aondoke na ushindi. Naahidi bondia wangu atashinda. Sisemi kwa keo, lakini uhakika wa kushinda mpinzani, uhakika wa kupata matokeo hatapata. Tuna uhakika wa kushinda kwa asilimia mia moja. Mimi namkaribisha mpinzani ni mgeni kwenye ring kubwa na bondia yako pia ni mgeni kwenye ring kubwa. Bila shaka mtu mwenye, kwenye kitu kigeni anakuwa na shauku ya kufanya vizuri ili mradi aonekane kuwa yuko bora. We kama mwalimu umejipangaje kushindana ama e, kumpiku mwalimu mwenzako na bondia wake kwenye hili ili mradi aweze kuibuka na kidedea mpinzani, e, mpinzani, e, bondia wenu? <laughs> Mimi bana, kwa usema ukweli, unanijua mimi ni mzoefu kwa hizi mechi kubwa. Kwa hiyo ni mzoefu na utulivu mkubwa sana katika kuandaa bondia na kwenda kumpandisha kwenye ring na kwenye ring, ring zote za kubwa. Mimi mechi zote kubwa mimi nimepandisha bondia. Wakina Torezi, wakina Tampela, eh, ni wote nimewapandisha bondia wakubwa tu. Kwa hiyo na uzoefu. Kwa hiyo bondia wangu huyu mimi nimemwandaa vizuri kisikolojia, hakikisha anaenda kucheza vizuri kwenye ring kubwa kwenye watu wengi, watu maarufu watakuwa wanamwangalia. Nishamwandaa, naandaa kutumia akili za kingumi yani, mbinu za kingumi, za boxing, na mbinu za saikolojia kumweka bondia akili iwe timamu, ili siku akiingia usio na pesha acheze mchezo mzuri, ili siku nyingine mashabiki wabaki na stori. Ndoni yangu hicho hmm. Shukrani. kama gym partner eh, wa Mohamed eh, mnakwendaje ama mna sapoti ikoje kwa bondia mwenzenu, kwa majina anaitwa Musa Jacob huko, kwa majina anaitwa Musa Jacob huko kutokea Jablan. Mimi ni gym partner wa Mohamed Mkupete. Mwambieni Zebu, kuna surprise nzito tumemwandalia, kwa sababu hii ni silaha imeandaliwa na kocha Jablan, tunaipeleka vitani ikafanya mashambulizi. Mwambieni we mtoto huku asije huku, kauzwa huku, kauzwa huku, ataacha ndala. Mwambie aendelee kulima korosho huku asije.